Moja sakata ambalo linachukua sana nafasi ya watu wengi a, ni ugomvi baina ya Mwijaku na wachekeshaji. Yani, komedian yani ya Tanzania, na hii imekuwa ni mjadala mkubwa sana baada ya Mwijaku kwenda kwenye show ya Mbosso, kipindi ambacho anazindua EP yake pale, ambayo ilikuwa inatambulika kwa jina la Welcome to the Room number 3, ambayo alialika watu wengi. Mwijaku alikuwa ni mmoja watu ambao walialikwa kwenye show ya Mbosso, lakini pia wachekeshaji pia walikuwa ni part ya sehemu ambayo Mbosso aliwaalika. Sasa, kilichotokea ni kwamba Mwijaku baada ya kufika kwenye hiyo show Uh, alitoka na maneno mengi akaanza kuwasema, uh, comedian hawajiheshimu hawa, hawalindi brandi, wanakuwa wengi sana kwenye show, kitendo ambacho kinasababisha wao wakose thamani. Sasa hii ilikuwa a kinyume na mtazamo wa wachekeshaji. Ndaro alifanya interview na aliweza kumsema sana Mwijaku, kwamba Mwijaku ni nani na akachukua nafasi, kwamba ikibakia nafasi moja imetokea, labda ampishe Mwijaku pamoja na msanii ambaye anajulikana kama Dogo Sergeant, yeye atachukua nafasi ya kumpisha Dogo Sergeant kwenye nafasi ambayo imebaki, na sio Mwijaku, kwa sababu Mwijaku hajulikani ana nafasi gani katika industry ya entertainment, hajulikani anafanya nini, lakini Dogo Sergeant anajulikana ni msanii kwa hiyo Ndaro yeye bana, aliamua kumchagua Sajenti akamwacha Mwijaku. Sasa wenyewe wachekeshaji wanasemaje kuhusiana na Mwijaku? Steve Mweusi tumeona ametokeza, ameoneka, amesema kwamba waende wakakoment kwa Mwijaku, wamwambie ana chuki gani kwa sababu. Lakini nje ya hapo, walieleza kwamba Mwijaku aliweza kumpisha tajiri mmoja kwenye show ya Mbosso, yeye akategemea labda atapewa pesa na yule tajiri, hakumpa maokoto, hivyo Mwijaku akasirika na akakosa nafasi, akaona sehemu ya kutupia hasira zao ni kwa wachekeshaji. Yeye Mwijaku anasema kwamba wachekeshaji na walinde blandi wasiyokuwa na sagaasagaa. Akamtolea mfano labda Kipotoshi alienda kwenye show ya Mwanza ambayo yeye a, kipotoshi alikuwa ni moja ya sehemu ya wachekeshaji na alitembea sana Mwanza, hivyo brandi yake inashuka. Haya ni maneno ambayo ameyasema Mwijaku, na wachekeshaji wameamua kumvalia kweli njuga Mwijaku safari hii. Wewe una maoni gani kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea kati ya Mwijaku na wachekeshaji? Ni kweli wachekeshaji hawalindi brandi zao, au Mwijaku amekosea kuongea na anatafuta kiki kwa wachekeshaji? Endelea kufuatilia chaneli yetu ya YouTube ya Mtawala TV, lakini pia usahau kulike subscribe, pamoja na kushare waspapen.